Niliseme hilo lakini, matawi mbali ya kwamba ni alama ya chama kuonekana, lakini hii ndiyo chemchemi ya elimu, hii ndiyo chemchemi ya watu kufahamu, hii ndiyo chemchemi ya kuondoa ujinga. Na mimi sisemi ujinga kwa maana mbaya, hata Mwenyezi Mungu alipo uita, nasema ni watu kutokufahamu Jamani, kutokufahamu kubaya. Mwengine unaweza kumwona anakwenda anarudi, yuko vizuri, anavaa vizuri, lakini kuna jambo hajalifahamu. Na kama jambo hajalifahamu, huyu anakuwa mzito, huyu anakuwa mzito. Na mimi siku zote natoa mfano, nachukua mfano kwenye, kwenye dini yetu katika mtu aliyekuwa kwa kweli kikwazo aliokuwa msumbufu, aliokuwa shida kwa Uislamu wakati unaanza, alikuwa si noma, au sio? Maana kupiga akipiga yeye, kutesa akitesa yeye. Tena usifikirie mateso haya ya sasa hivi ya ya ya wewe wewe, ah, kipigo cha kulikweli. Maana mtu miraba mimi, kabla akikupiga Na alikuwa na nguvu alikuwa na wasta, alikuwa na na maarifa pia, na akiheshimiwa akiogopwa, katika mji wa Maka. Lakini jiulizeni, kwa nini mtume wetu hakumuomba Mwenyezi Mungu kwamba huyu muondoe, akisema hebu huyu tuondolee, hebu mnakamishe? Hivi Mwenyezi Mungu asingeweza kumuondoa? Lakini mtume hakuomba dua hiyo. Alimuomba Mwenyezi Mungu, "He Mwenyezi Mungu, mjalie huyu Omar as aslimu tuwe naye." Jambo ni kweli sio ni mashahada. Eh? Katika watu alioomba mtume wetu waslimu waweko kwenye kupambania Uislamu. Alikuwa Saidina Omar. Kwani kwa sababu mtume alijua kwamba huu unamsumbua ni huu ujinga tu, hajafahamu na ndio maana tunaambiwa kwamba alipokwenda kwa alipo ndugu yake tena, ee kwenda kumtandika, alikuambiwa ah, we unatesa una, una watu vipi? Ndugu yako mwenyewe ee na mme wake nao ni Waislamu wa mislimu. Akasema subiri na kwenda huko, huku watu na hofu, aliposikia ni yee kile walichokuwa akisoma kakitupa daro zake na nini, lakini kakuta mwanamke shujaa, akamjibu alipokiona, akachukua ile surati Taha, ndiyo alikuwa akisoma, akasoma akapitia akauliza hii ndio nini? Ndiyo hiyo Kurani. Hii ndio Kurani? hayanoelezwa humu ndio wanaofanya watu wampinge Muhammad? Akamwambia ndio, na wewe unapinga ni haya yeah? Akasema sawa, katoka moja kwa moja kaida kwa mtume kwenda kusii, alikuwa haja alipoyajua ulipomtoka na akawa ni rasilimali ya Uislamu. Fikiria mtu huko alikotoka, baadaye katika historia katika tarehe ya Kiislamu, kama kuna sahaba kuna Muislamu ambaye kauli zake rai zake zimekuja kuthibitishwa na Qurani Said sena, kuna utatanishi wa jambo watu wanazungumza ile rai yake yeye atakayotoa, basi yeye rai zake nyingi ndio baadaye zimekuja kudhibitishwa na Qurani. Fikiria mtu alipotoka akafika huko katika historia tarehe ya Islam, mtu anayejulikana kwa uadilifu uliopindukia mpaka katika kuendesha nchi, kuendesha mambo ya watu, alikuwa Saidna Omar. Omar Faruk si ndio? Kwa sababu gani? aliyokuwa nao mwanzo ulikuwa ni ujinga. Mtu bwana, hata akiwa jabari vipi, hata akiwa na akili vipi, ana wasta wa namna gani, tajiri wa namna gani, lakini akiwa mjinga, jambo hajalifahamu, huyu anakuwa mbaya. Lakini kumbe huyu huyu akifahamu, huyu huyu ndo anakuja kuwa